Mheshimiwa Spika, Uchaguzi mkuu ndio mazungumzo makubwa nchini kwa sasa. Tathmini ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati akilivunja Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Juni 27 mwaka 2025. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu mbili kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio, hotuba mzori ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kulivunja rasmi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa na uzito wa kihistoria kisiasa na kijamii. Hotuba hii ni hotuba ya kuhitimisha miaka mitano ya mhimili wa kutunga sheria na kuweka msingi wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 Oktoba. Kwa kiasi kikubwa hotuba hii imelenga kuonyesha tathmini ya kazi ya bunge, imelenga kutoa shukurani kwa wabunge na wananchi na kusisitiza umuhimu wa uchaguzi wa amani, huku ikitoa dira ya matumaini kuhusu mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa Rais amegusa maeneo muhimu, akitoa shukurani kwa wabunge kwa kazi yake ya kutunga sheria, kusimamia serikali, kupitisha bajeti na kushughulikia hoja za wananchi uhai wa Bunge la 12 kulipitishwa miswada 60, maazimio 922, na vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali. Ametambua kuwa licha ya changamoto, bunge lilichangia maendeleo ya taifa hasa katika kipindi cha mpito baada ya kifo cha rais hayati Dkt. John Pombe Magufuli. Rais amejikita katika tathmini ya mafanikio ya serikali hapa ametumia nafasi hii kueleza mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wake na kwa ushirikiano na Bunge, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya kimkakati, barabara, SGR, reli, nishati na mambo mengine. Rais ameelezea uwekezaji katika huduma za jamii ikiwemo elimu, afya na maji, mageuzi ya kidiplomasia na kiuchumi ikiwemo kuvutia wawekezaji na kufungua Tanzania kimataifa. Rais ameonyesha utulivu wa kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua chango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Mheshimiwa Rais katika hotuba hii amejikita katika kutoa wito wa amani ustaarabu na ushiriki wa kidemokrasia. Amesisitiza umuhimu wa Watanzania kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani, kuepuka siasa za chuki na vurugu, huku akiwataka vijana na wanawake kuwa mstari wa mbele kushiriki siasa kwa heshima, hoja na dhamira safi. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu mbili kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio mzuri wananchi kujitokeza kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura, na ninawapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwao. Dira ya taifa, rais wetu amejikita katika umuhimu wa kuweka maslahi ya taifa mbele. Amesisitiza kuwa uchaguzi si mwisho wa taifa bali mwanzo wa mwelekeo mpya. Ametoa rai kwa mshikamano wa kitaifa na kuendeleza misingi ya utu, utulivu, maendeleo na haki kwa wote. Wakati wa hotuba hii, tumeiangalia mitazamo ya jamii na wachambuzi. Nguvu ya hotuba hii haikujikita kwenye siasa kali, bali katika uzalendo na muono wa muda mrefu. Mama huyu ameashiria uongozi wenye busara, utulivu na maridhiano tofauti na lugha za jazba au za kugawa jamii. Uhalisia wa taarifa na mafanikio: baadhi ya wananchi wamekubaliana na mafanikio yaliyotajwa hasa katika sekta ya miundombinu na diplomasia. Hata hivyo baadhi wa, walihitaji kuona mabadiliko ya moja kwa moja kwenye maisha yao ya kila siku, hususan ni katika ajira, bei ya bidhaa na kipato. Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweka wazi na sauti yake kwa wanasiasa na vyama vya upinzani. Wito wa mama huyu kwa vyama vya siasa kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu umeonekana kama ishara ya kujenga mazingira ya haki na jumuishi, jambo linalotoa matumaini kwa mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Wananchi bado wanatafakari juu ya namna ya kupata bunge litakalowakilisha kwa dhati matatizo yao. Wapo wanaotamani kuona bunge lenye meno zaidi linaloweza kusimamia serikali kwa ukaribu bila uoga. Lakini bado kuna matarajio makubwa kwa bunge jipya, bunge lenye kujali wananchi wa kawaida, usimamizi madhubuti wa rasilimali na kusukuma ajenda za vijana, mkulima, mjasiriamali na mwanamke wa kawaida, na hapa sasa kusimamia usawa wa kijinsia, haki za binadamu na maendeleo jumuishi. Hotuba ya Raisi Mama Samia Suluhu Hassan wakati wa kulivunja Bunge imekuwa ni somo la siasa ya ustaarabu, umoja wa matumaini mapya, ikisisitiza kuwa uchaguzi ni daraja la kusonga mbele, si uwanja wa vita. Ni wito kwa kila Mtanzania kutumia haki yake ya kidemokrasia kwa busara, hekima na uzalendo. Tutofautiane kwa hoja, si kwa chuki; tushindane kwa sera, si kwa matusi; tushirikiane kwa ajili ya Tanzania yetu kwani kazi na utu, ni lazima tusonge mbele kwani sisi ni Tanzania.